Habari nakwenda leo kukufundisha namna ya ku uh, saini PDF yako au dokumenti yako online. Hatua uh, ya kwanza tukuenda kuandika PDF gear, pdfgear.com uh, pdfgear.com kisha click uh, kisha click uh, tukuja upande huu Uh, PDF online tools. Uta click hapo, uh, kisha utaenda kwenye sehemu ya edit PDF, edit PDF. Uta click hapo, itakufungukia kama hivyo, kisha utakwenda kuselect PDF file kama ifuatavyo select, click hapo, uh, alafu utafuta document ambayo wewe unataka kuisign. Ni document yangu ambayo nataka kwenda kuisign ni hapa nita click ili ni attach kwa dokumenti yangu. Hiyo hapo nataka kuandika jina. Aa, kisha nita sign. kisha nitaandika tarehe. Kwa hiyo nitakwenda kwenye alama ya T inaonekana hapo chini, nita click ili niandike jina click, kisha nitakuja ni click sehemu kama hiyo, nitaandika ID hapo, nitakuwa nimeshamaliza kuiandika document yangu mm, naonekana. Kwa nitakuja sehemu ya signature, kisha nita scroll chini. Nitakuja sehemu kuna alama ya signature, nita click hapo. Kuna sehemu ya add signature. Nita, add signature. Kwa nitaandika nita, signature yangu kisha nita click hapo kwenye create alafu nitabonyeza mbele ya signature ili niweke signature yangu, nitakuwa nimeiweka, nitaiweka vizuri. Kisha nitaenda kwenye upande wa date date, nitaweka text ah, nitakuja kuiweka hii text hapo, nita nitaandika leo ni tarehe nane mwezi wa kumi na mbili mwaka ishirini ishirini na tano iko chini, nitabonyeza pembeni, alafu nitaiweka hapo juu ionekane hapo juu kwa hiyo dokumenti yangu inaonekana, nikizoom inaonekana hapo, nimeandika jina kisha nimeandika signature na tarehe. Kwa hiyo nitakuja hapa juu uh, kwenye hizi doti tatu, ta click hizi doti tatu, kisha nitabonyeza sehemu ya download. Nikibonyeza sehemu ya download itadownload dokumenti yangu. Kwa hiyo kisha nitabonyeza juu kabisa hizi alama tatu, nenda sehemu ya download. Aa, dokumenti yangu hii ya juu kabisa nimesha download, kwa konda click hapo nione aa, dokumenti yangu kama inavyoonekana hivyo. Hivi ndivyo namna ya kusaini PDF file yako au dokumenti yako online. Asante kwa kunisikiliza. Aa, kwa masomo na tutorials mbalimbali tucheki sisi.